Ujambo popote pale ulipo, natumaye ubuheri wa afya. Karibu tena zaidi katika sehemu yetu ya himizo hii leo, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Bwana amekutenda wema, kulinda amekuhifadhi. Karibu tupate kuendelea pale tuliachia hapo jana, na ukikumbuka kwamba hapo jana tulikuwa katika sehemu ambapo tulikuwa naangazia fun somo fulani, tukiongea kuhusu faida za kutii nam, tukiwa katika kitabu cha Luka tukaangalia kwamba unapotii yepi ambayo unatarajia naam. Unapotii kuna mambo mengi e, tuliangazia tukapata kujua kwamba ukitii kuna faida ambazo utapata, kuna utele ambao utaupata kwa sababu ya kutii naam. Na vile vile pia unapotii e, kuna vile ambavyo Mungu anafika mahali anakufanya unakuwa wa baraka, unakuwa msaada kwa familia yenu kwa ujumla. Kwa hiyo basi tulijifunza mengi hapo jana, na kuna ushuhuda mmoja ambao nilipata kuangazia pale kuhusiana na kutii. Na, unapotii itafika wakati ambapo kwa katika kule kutii kwako katika kule kutii kwako utafika wakati ambapo Mungu atakutendea. na na nikumbusha, wakati mmoja nilipojiunga na kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa muda wa karibia miaka miwili, sikuwa nimeajiriwa, na within those months, those months years I mean, kuna wakati ambapo nilipata offer na, na, na, na, na kituo fulani ambacho kilikuwa kinatangaza, na kituo hicho kilikuwa kituo ambacho kimeestablish kiasi, na nikasikia, unajua, Mungu, ukipata office unatoka unaenda, lakini nikaamua, acha niulize Mungu kwanza. I was i was still single it, it is long time ago, na nikaamua, acha niende. Nilipoamua nikafika mahali kuuliza Mungu, nikasikia Mungu akinielekeza pana wakati wangu wa kutoka pale haujafika. Nikashindwa, kwa nini saa hizo? Kuna pahali ambapo unataka kulipwa pesa, unaajiriwa hapa, hujaajiriwa hapo, kwa kama volunteer, how now na katika kule kutii Mungu alinitendea kivipi? Na baada ya kufika mahali, baada ya karibu miaka miwili nikapewa barua, nikaajiriwa. Kile kilifanyika ni kwamba kuna mtu alikuwa ananisikiliza. Nilikuwa nimepewa transfer nikapelekwa Eldoret. Kuna mtu alinisikiliza akiwa hapa Nairobi. Na kile ambacho alifanya, akaamua kutuma CID kunitafuta, maana alisikia nimepelekwa Eldoret na hakujua ni wapi na kunitafuta, akakuja kunitafuta, CID kunitafuta. makosa yepi? Si kwa sababu ya makosa, ni kwa sababu kuna mtu amemtuma. Na aliponipata, tukaongea, tuka the long story short of course, ni mambo ambayo inaweza nikashiriki kwa muda mrefu, lakini tuka the long story short, ni kwamba aliposikia pahale ambapo nipo tukaongea, alifika mahali Mungu akamwelekeza, ali alikaniuliza, akaunti yako ya benki nipi? Bwana anaelekeza kufanya hivi. Alinipa hela hela, akatransfer kwa akaunti yangu, hela ambazo nilimanage kufurnish nyumba yangu. Bwana ndio alikuwa. LD ndio naajiriwa, so sina chochote. Kwa hivyo nilimanage kufurnish nyumba yangu kuanzia kwa kapeti ile ya karatasi kuja mpaka gas mpaka viti mpaka kitanda everything mpaka utensils, kila kitu. Ni Mungu huyo, kama si Mungu nani? Nikafikiria maybe hizo hela ambazo ningelipwa kwa muda huo wote, Mungu alikuja kanipa. Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo katika kutii, maana alitii sauti yake, Bwana alitenda ni mambo mengi, siwezi shiriki, sina muda huo wote. Kwa hivyo katika kutii kuna faida zake. Kwa hivyo kuko ku, ku, mengi zaidi kwa yule ambaye alikosa hapo jana, enenda tu kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, unapopata pale Victor Mandala Himizo kwamba number one, umeweza kusubscribe pale na ukitafuta, Himizo na Victor Mandala usiachwe nyuma upate mengi zaidi hapo jana. Lakini kando na hayo pia, kwa ile ambayo nategea pale, wapo wajiunga nasi for the first time, chini ya video hii kuna neno subscribe. Subscribe, sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, nweke comment yako pale na Bwana akutende wema. Na, kwa hivyo twazidi pale kwa pamoja ikiwa ni ndani ya himizo asubuhi ya leo. Kwa hivyo baada ya kusubscribe, iwapo ungependa kusemezana nani, labda ungependa una swali, una hitaji la maombi, una jambo ambalo ungependa kunijuza, nambari ya simu kunipata nayo ni 0722 243949. Naweza nipata kupitia kwa nambari ya simu ambayo ni 0722 Mbili, nne, tatu, tisa, nne, tisa kwa hivyo naweza e, nipata pale, labda una hitaji la maombi ama pia ungependa kusupport ministry hii e, basi unaruhusiwa pale, tuma pale support yako kwa 0722 24 3949. Bwana akutende wema, na niruhusu tupate kuendelea pale kwa pamoja, tusome andiko pale ambapo tulisoma tu hapo jana, kitabu cha Luka sura yake ya 5 kuanzia mstari wa 4 hadi wa saba. Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 4 hadi wa 7. Maandiko yanasemaje? Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, "Tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki." Simoni akajibu akamwambia, "Bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu." Mstari wa sita: Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Mstari wa saba: wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia, wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Bwana Mungu, tunasema asante, asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako Baba. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Naomba kwamba mfalme ukapate kunena nasi kwa kuwa weni mwema, napunguza ili kuongezeka, maana wastahili. Asante Yesu, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen. Naam, Tunapozidi pale kwa pamoja, nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kuwa pamoja nasi na naam. Na nikiangalia pale, mpendwa msikilizaji, kile ambacho ningependa tuangazie tunapozidi pale kwa pamoja ni kwamba twampata Petro ambaye amefika mahala ambapo mambo yamesonga, mambo yamekuwa vile ambavyo yalivyo. Na Petro mwenye alikuwa ana Simoni Petro naam na, na, alikuwa pale anashindwa, je atafanyaje? Nikafika wakati ambapo Petro wameenda wameambiwa wamefika pale katikati, wameambiwa shusha nyavu, weka pale kilindini, weka pale kilindini. Na anapoambiwa hivyo Petro naye kila alifanya ni kwamba ali, aliamua akaona it's okay. Akaamua tu kila ambacho, hatua ambaye atachukua ni kwamba wacha akaweze kutii, na akatii sauti ya Bwana. Na katika kule kutii, Bibilia anasema kwamba akafika wakati ambapo wakaweka pale na wakavuna sana. Ninapoangalia katika andiko hili, wakati basi Petro amefika pale amevuna sana, wenzao nasema kwamba wakafika mahali wakapata samaki wengi kiasi kwamba wakaweza kuwagawia wale wenzao. Swali ambalo najiuliza siku ya leo, tunapoongea kuhusu faida za kutii, ni kwamba nini ilifanya Petro wamefika mahala ambapo wako kwenye maji pamoja na wenzao, lakini wamevuna, wamevua samaki wengi, lakini ukiangalia wale majirani zao, wale ambao ni marafiki zao, wale ambao walikuwa kwa katika boti nyingine hawakupata chochote maana Biblia inasema kwamba walifika wakati ambapo waliwagawia, walifika wakati ambapo waliwaita wakaambia, eh njoni huku eh, mtusaidie, maana ni nyingi sana na hao wanakuja wakati ambapo hawana chochote. Na nikiwa natambua kwamba siri ya kuvuna pahala ambapo wengine hawajavuna siri ya kupata faida ambapo wengine hawajapata ni wakati ambapo unatii sauti ya Mungu. Walipata kile ambacho walitamani na wakapata na wengine hawajapata. Ushaiona mtu ambaye wamefungua biashara pamoja, wako pale wameenda kwenye soko. Soko najua mnaanzia hapa wamama wamepanga ni vyoski kuanzia hapa mpaka kule mwisho. Lakini kuna mmoja anatoka pale anasema, "E, leo siku imekuwa nzuri." Na kuna mwingine anasema ni kungangana tu. Yaani kuna mmoja anasema ni kungangana tu, lakini mwingine anasema, "E, leo kulikuwa kuzuri." Wakati unafika mahali kuna wakati wa COVID-19. Kuna watu ambao walifika mahali wakafurahi, wakasema, "E, iCOVID licha kwamba watu walikufa tatuingetamani watu wafe, lakini walifaidika. Wakati wa COVID ndio walijenga, wakati wa COVID ndio walifaulu maishani, lakini wengine walikuwa wanateseka wakati huo. Si kwamba walifurahia wengine wateseke, lakini wakati huo ndio mambo yaliwaendea, yaliwa vizuri kwa wengine. Wakienda mrama, hawa walifaulu. Ningependa kuambia asubuhi ya leo kwamba siri ya kufika mahala ambapo wengine wakizama, wengine wakiumia, wengine wakilia, wakiteseka wakati watu wanalia kwamba kuna kufeil na kurudi chini, wewe utakuwa na shangilio ukisema, kuna kuinuliwa, maana umejua siri ni kutii sauti ya Bwana. Nakumbuka mchungaji wangu wakati mmoja akafika mahali akitoa ushuhuda kwake, anatoka kule sehemu za kule Ukambani, na kuna wakati mmoja kukawa, unajua msimu kama kawaida, unajua ni wakati mmoja wa kupanda na kadhalika, na wakati mmoja akasikia tu Mungu akimwelekeza badala ya kupanda vitu ambavyo huwa anapanda kila siku, akaamua kupanda ndengu akamwaakaamua kupanda ndengu na walikuwa wapandi ndengu sana, lakini katika kule akafikiria, akasema, acha nipande tu, na akapanda ndengu. La ajabu ni kwamba katika kule kutii sauti ya Mungu ilisababisha kile ambacho alitamani maana wengine wakihangaika walipanda nzou azikufanya vizuri, wakapanda mahindi hayakufanya vizuri, akabaki kuwa kama vitunguu na kadhalika. Lakini yeye kwa kutii sauti ya Mungu na akapanda kile ambacho Mungu alimwelekeza kupanda, basi hapo ndipo alivuna kuvuna, yaani wengine wakiangaika ye alikuwa anavuna. Siri ni nyipi pahala ambapo wengine wanateseka? Siri ilikuwa ni kwamba alitii sauti. Kuna watu ambao wanafanya biashara pamoja na wanafika mahali, mtu anafika mahali anaamua eh, Raund wacha nisunue, nisunue stock kabisa ama raundi, wacha nifanya, wacha stock yangu. Anapofanya hivi kwa sababu amesikia sauti ya Mungu mwakiwelekeza, kwa kutii sauti anafika mahali ambapo wengine wanaangaika wakilia wakisema kuna kuanguka chini, yeye anasherekea akisema, hakika nashukuru Mungu kwamba nilitii sauti yake. Kwa hivyo siri ya kuweza kufanikiwa paali wengine wote wamefail, paali wengine wote wanalia kwamba uchumi oh, o oh, serikali oh, nini, wakilia hivyo, siri ni kutii sauti ya Mungu unapotii sauti ya Mungu mambo yanakuendea nywee. Kwa popote pale ulipo, sijui ni katika hali ipi, nakwambia siri tu ni kutii sauti ya Bwana na unapotii utafanikiwa. Tuendelee zaidi hapo kesho, pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mi hapa ni VMM, na nikumbushe tu kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo, enenda kwa simu yako popote pale ulipo, tuweze kutoa sadaka yetu, ambapo nambari ambayo unaweza katumia pale eh, kuweza kutoa sadaka zetu ni 0722, nambari ndio hiyo 0722, 24, 39, 49. Nambari ya simu 07, 22, 24, 24, 24 Tatu, tisa, nne, tisa. Hiyo pia ndio nambari ambayo unaweza katumia kwa ajili ya kutuma mahitaji yako ya maombi. Una swali una jambo lolote tu, basi wakati ndio huo. Kwa hivyo 0722 2439 49. Kwa hivyo semezana nami pale e, tuombe kwa pamoja na zaidi support huduma hii na Mungu akutende wema. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala nikumbushe kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe. Kwa hivyo clickyo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimele account yako, copy the link and share na weke comment yako hapa chini na Bwana akutende wema. Kwa hivyo nikitaka himizo asubuhi ya leo subscribe, Mungu akubariki. Faida za kutii sauti ya Mungu.